Waziri wa Utumishi wa Umma Geoffrey Ruku amewahakikishia waathiriwa wa mkasa wa moto katika soko kuu la Garissa kuwa serikali itachunguza chanzo cha mkasa huo na kuwasaidia waliopoteza mali yao kurudi kwa hali ya kawaida. Akizungumza alipozuru soko hilo, Ruku aliagiza kamishna wa kaunti hiyo kuna kile waliopoteza mali yao ili serikali kupitia wizara husika iweze kuwasaidia kurudi katika hali yao ya kawaida. Ruku alisema waliotekeleza kitendo hicho watachukuliwa hatua za kisheria. Hii moto kubwa ambayo imetokea ime ikaharibu mali mingi ya wale ambao wanafanya biashara hapa. Nataka County Commissioner wa Garissa kupitia kitengo yake ya Ngao atupatie wanabiashara wote wale ambao wamepoteza mali yao hapa, tuanjue ni yakina nani one by one one by one. Hiyo ripoti kesho asubuhi, hiyo imefika katika ofisi kule Nairobi, ili kesho yake, by tomorrow evening, serikali ya Kenya kupitia mheshimiwa rais wa jamhuri ahakikisha ya kwamba kitu ya kwanza, wale ambao walikuwa wanapata riziki yao kutokana na hii soko wamepatiwa chakula ya kutosha, wamepatiwa bidhaa tofauti tofauti ya kushikilia familia zao.